Ndugu zangu, katika alama za imani ni kuiheshimu au ni kuheshimu mja, kila kile ambacho Allah amekipa heshima maalum, kukitukuza kiwe kitukufu kwako. Kila kitu ambacho Allah amekipa heshima maalum ni alama ya imani. Watu, kuna watu Allah amewapa heshima maalum. Sehemu, kuna sehemu Allah amezipa utukufu maalum. Zama kama hii, miezi tuliyotaja, Allah subhanahu wa taala ameipa heshima maalum. Kwa hiyo alama za imani, katika alama ya imani mtu ni pamoja na kuheshimu vitu hivi ambavyo Allah amevipa heshima, uchunge zile taratibu zilizomo ndani yake, kwani ndugu zangu kuheshimu vile alivyoviheshimu Allah kuvipa hadhi yake, ni katika kuzipa hadhi nembo za dini, na unapozipa hadhi nembo za dini, amani huwa inapatikana, lakini ukivunja heshima yake ile, basi amani huwa inatoweka.